Chache sana lakini, aa nimewawekea yeah, chache. Najua, najua mm, wavivu wa kusoma mm, Tanzania hatuna hatuna hiyo storia ya kusoma. Kwa hiyo ikabidi niwawekee vitu ambavyo yani sio story nyingi, nimewawekea vitu ambavyo hata ukichukua tu siku moja unasoma unaelewa unapata idea na kila siku unakuwa unajikumbusha. Kwa hiyo ni kinani ki, kidogo sana ambacho hakitakupa uvivu, lakini kimebeba pesa madini dhahabu, kitakushepu utakuwa dhahabu, utang'aa hivi na utapata hela na bosi wako atafurahi. Sasa hivi najua kuna wengine bado wana pitia pitia vichangamoto vya hapa na pale, mabosi wanakuwa wanavumilia. Mi sitaki bosi avumilie, mi nataka bosi akupende, yani akubebe juu juu kila siku. Sasa ili uweze kufanya hivyo, nimekupa vitu hivyo hapo, mshindwe wenyewe. Na mwaka huu siongei sana, mshindwe wenyewe. Sasa hivi nawaekea na wadondoshea kitu baada ya kitu. Haya, mi mwenyewe niko bize, nasoma unafikiri kusoma PhD, uh, uh, kazi ndogo? Sio kazi ndogo. Kwa hiyo huenda nisionekane sana, kwa sababu na mimi nachimba madini yangu huko ko nime na nimekuwekea nimekuekea, na wewe uchimbe sasa ya kwako. haya. okay. Tunakushukuru sana mkurugenzi kwa introduction na uzinduzi mzuri sana wa mwongozo wetu. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, kubwa sana ambalo limeweza ku tengenezwa mahususi kwa ajili ya kuendelea kuboresha huduma zetu na huduma zetu ili ziwe bora, zinakutegemea wewe dada, uwe bora, tunaelewana eh? E, ubora wako lazima uwe unafanya yale ambayo sisi tunayataka, na tunayoyataka sisi ndo yanawaleta hapa mabosi, na hayo mabosi wanakuja hapa kuyafata yale tunayoyataka, na hayo tunayoyataka yapo kwenye huu mwongozo. Sijui tunaelewana kwamba mabosi wanakuja kwa sababu vipo vitu wanavitaka kutoka kwetu, na wewe umekuja hapa unahitaji pesa sasa sisi pesa zako ili uzipate zipo kwenye huu mwongozo, kwenye vitu vyetu sisi, vitu vyetu vyote ambavyo sisi tunavitaka, standard zetu, uh, tamaduni zetu zipo kwenye huu mwongozo. Jamani tunaelewana eh? Kwa hiyo kama unataka uendane vizuri na ufanye vizuri kazi kwenye huu mradi na hata nje ya mradi huu baadaye utakapomaliza uh, mikataba na sisi, basi hakikisha unapata mwongozo na huu utaratibu uliowekwa kwenye mwongozo uh, wetu. Tunaelewana eh? Karibuni sana. Na nategemea wengi hapa leo. Wangape nani ataondoka na kopi yake? Nani ataondoka na mwongozo leo? Nafikiri leo ilikuwa ni kwa Mary amesema ataondoka na mwongozo. Eh, kama yuko eh, haya. Na huyo hapo naye amesema ataondoka nayo. Kwa hiyo kwa wale ambao mtahitaji kuondoka na mwongozo wetu basi hakikisha unaniona baada ya session hii uweze kupata kopi yako. Utakavyoanza mapema ndivyo utakavyoacha wengine mbali sana. Tunaelewana eh? Kwa hiyo karibuni, nitaka niseme vizuri hapo jamani, msiwe na hiyo yani hiyo pressure ya kwamba kama vile, ndio maana nilisema hatuuzi karanga. Mtu eh. Aelewe kwa nini hii ni muhimu kwake, itamsaidia nini, then kwa wakati wake atatuambia anahitaji okay. Atapata. Kwa hiyo kwa sasa, si tuendelee na ile mada ambayo leo tulikuwa tunaidiskasi tu, tu, ingawaje nimesha nimeshasema pia, huku tumeweka huo mwongozo ambao utakusaidia wewe kuwa na maadili na hofu ya Mungu kazini. Yaani sio hofu ya bosi wako. Eti unafanya mambo mazuri kwa sababu bosi yupo. Akiondoka ndo kama yule. Unafanya ya, ya kwako. Bosi akirudi anakuta alilokukataza ndo unalifanya no, kisa ulikuwa umeona kafunga geti kafanyaje? Ka no, ukiwa na hofu ya Mungu, bosi kama yupo hayupo, unafanya vitu vimenyooka. Kwa hiyo wewe kama unataka kuwa yule dhahabu, unataka kuwa dhahabu, nimesema siri iko hapo. Na mimi ni mfano hai. Mi ni mfano hai, siwafundishi matango pori. Siko hapa kufanya motivation speaking. Mimi nimetoka hatua ambazo, kupitia stori yangu, ndio nawaelekeza namna gani mfanye ili mfike. Na mimi nilipo sijafika, nimewambia nime, bado ninachokifanya sasa hivi. Kwa hiyo naomba, kwa hiyo tuishie hapo, ili tuendelee sasa na ile topiki ya leo okay. lakini kuifaidi zaidi ndio nikasema upate mwongozo okay, yeah. Yeah. Sawa, asante sana. Basi naomba niweze kutumia muda huu kuweza kumkaribisha mkurugenzi Aaron ambaye atatutambulishia mada yetu ya siku ya leo. Kwa mara nyingine tuliisema mwanzoni, lakini wapo wengine wameikuta, ila yeye atatupa introduction ya mada yetu ya siku hii ya leo, tunaelewana e? kwa hiyo naomba tafadhali, kama haujatulia uweze kutulia sehemu iliokaa, ili uweze kupata vizuri uh, introduction ya mada yetu. Karibu sana mkurugenzi Aaron. Dio jamani, heri ya mwaka mpya. Au mshahisikia sana mpaka mko hoi? Eh, ndio kwanza tunaingia Februari, mwezi wa pili. Jamani wadada senta, yeah, haya yeah. Sisi tunafurahi kuwaona sura mpya kidogo, zipyo za zamani. uh, waajiri wetu hapa kama kawaida nawaona, nashukuru sana mmefika leo. Sasa Um, mada ya leo ni muhimu sana kwa sababu huu ndo mwongozo wetu, yani niseme, amesema ni mwaka huu lakini sio mwaka huu tu. Nafikiri uh, hii itakuwa ni kama ndo mission yetu uh, going forward, yani kuendelea mbele, kwamba katika uzoefu wetu na tafiti zetu za muda mrefu um, tulichokigundua ni kwamba kazi za ndani Tanzania zamani Eh, sema kidesturi ilipokuwa inajulikana uh, wadada wa kazi za ndani walikuwa kazi yao ni kuja kusaidia tu kwenye kupika na kufanya usafi, lakini walikuwa hawahusiki kwenye malezi ya watoto, yani hiyo ndo ilikuwa ndo, ndo tamaduni ndo ilivyozoeleka kwa hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kwa sababu uh, walezi wa, wa, wa, wa kwanza walikuwa ni wazazi ambao kitamaduni zetu na bado sehemu nyingi bado wanafanya hivyo Baba anaenda kazini, mama yuko nyumbani, kwahiyo mara nyingi mama anakuwa yuko nyumbani. Kwahiyo maswala ya malezi, dada alikuwa hausiki, alikuwa ni msaidizi tu. Yani kusikia kazi za ndani, ilikuwa ni malezi? Hakuna, ilikuwa ni kupika, fanya usafi. Ingawaji sisi tumeendelea miaka na miaka, bado tunawaita hawa ni wadada wa kazi za ndani. Uh, lakini trend imebadilika, demand imechange, dunia imebadilika, kwahiyo sasa hivi dada wa kazi ndani yule wa zamani tuliokuwa tunamwita dada wa kazi sio yule, sio tu yeye amebadilika, na majukumu yamebadilika kwa sababu wanawake wengi sasa hivi wanafanya kazi, wameajiriwa, ni wafanya biashara, kwa hiyo hawako tena nyumbani kusaidia au kuwa walezi wa kwanza wa watoto. Sasa hii ndio ambayo imeanza kuleta shida au ilishaanza kuleta shida muda mrefu, ila sisi tulikuwa tufahamu au hatujastuka kwa hiyo sasa sisi kwa kugundua hili ndio maana tukasema hawa dada wanatakiwa wawe wanaweza kuwa na miongozo, wanatakiwa waweze kuwa wanatambulika, wanatakiwa waweze kuwa na uwezo uh, wanatakiwa pia wawe sahihi kwenye malezi ya watoto. Sasa katika jitihada zetu, ndio maana tukaanza huko nyuma, tukaleta si traditional dada na smart na professional. Kwa sababu unapotaka mabadiliko huwezi kwenda eh, spidi mia. Uh, kuna mashwa, maswala ya gharama lakini pia kuna watu wengine wanachelewa kubadilika. Kwa hiyo, tunaenda hivyo, hivyo taratibu, wengi wameanza kuelewa uh, tulivyoleta haya madaraja. Lakini haya madaraja ni katika moja ya jitihada zetu ya kupambana na hiyo hali kwamba wadada wa, wa kazi sasa hivi wanahusika kwenye malezi 100%, yani wao ndio kama vile walezi namba moja alafu tena yeye mwenyewe hawezi kulea watoto au hana miongozo ya kulea watoto, tunalea taifa gani? Ndio hiyo changamoto tulikuwa nayo. Kwa hiyo ukisikiliza story nyingi. In fact, juzi tu hapa kuna, kuna dada ambaye alirudishwa, tukasikia uh, yule mwajiri akawa anasema, watoto wake wameanza kumkopi dada. Dada alikuwa akiongeleshwa hajibu, anakaa kimya mara nyingi akiongeleshwa hajibu yani. Yani anajibu anavyotaka yeye kwa hiyo sasa wale watoto wako karibu na yule dada, kwa hiyo na wao katika kipindi cha mwaka maana ndani ya mwaka wale watoto nao wakaanza kubadilika, wanagezea dada anavyo respond kwa mama yao na baba yao. Kwa hiyo hapo unaona kabisa tunasema kabisa watoto wanaanza kujifunza asilimia sabini kwenye matendo. Kwa hiyo sasa unaona impact ya dada sio tu ile ya mwanzo ya kupika tu, sijui kazi hii ya chumvi mgombeze au sijui ya deki vizuri. Kudeki hakuna shida, kupika TV kianguka imevunjika, zimevunjika tu. Hakuna impact yoyote, ni hela tu, financial. Lakini mtoto asipolelewa vizuri, impact ni generational. Yani huyu mtoto ambaye hajalelewa vizuri, baadaye anakuja naye anapata watoto, anawalea naye vibaya. Wale watoto nao hivyo hivyo generation inaenda. Kwa hiyo maana yake kama ni tuseme taifa au jamii, sisi pia kama taasisi ambao tuko ndani ya jamii, tumegundua hilo tunataka tulibadilishe. Sasa tunalibadilishaje? wa kwanza huku kwenye malezi. Kwa hiyo mtu wa kwanza, mdau wa kwanza wa kwenye malezi ni wazazi. Wazazi ni nani? Wazazi ndio nyinyi waajiri wetu. Kwa hiyo mnatakiwa nyinyi pia mtambue hilo kwamba majukumu haya yamechange. Kwa kama yamebadilika, hawa dada tunawapa watoto sasa hivi, wana uwezo gani? Wanatakiwa wasimamiweje? Wanatakiwa waweze kufanya vitu gani? Aa, na pia je, wanachunguzwa au wanapewa e, mfumo gani wa kusimamiwa pale ambapo wazazi hawapo, kujua mtoto anachofanyiwa ni sahihi au sio sahihi, na mtoto mwenyewe anamzungumziaje dada au ana anamuonaje dada, kwa sababu saa nyingine unaweza ukawa unabaki kumsema mtoto kwa sababu ya dada, kwa sababu mtoto ni mdogo, hawezi kuongea, kumbe kuna vitu mtoto anavifikiria anaviona. Hiyo pia inamharibu mtoto, likewise na dada hivyo hivyo. Kwa hiyo tumegundua kabisa, hii ndio sehemu kubwa ambayo tunaweza kuleta impact na kubadilisha jamii yetu na nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu trend inayoenda sasa hivi, miaka inavyozidi kwenda, wanawake wengi wataendelea kutoka majumbani kwenda kufanya kazi. Yani hiyo haitabadilika, kwa sababu wale tuliotangulia huko West ndio wanatuonyesha njia. Tunafahamu kama wewe unatumia akili zaidi, unajifunza, unasoma, utaona kabisa yani trend za dunia zinafanana. Yani nchi ambazo maskini zinakuja, zinaendelea, kuna ambazo zishaendelea, tuna tunafanana, yani tunakopiana vitu. Kwa hiyo kuna mabaya tunakopi na kuna mazuri tunakopi. Kwa hiyo labda sisi Tanzania tungekopi mazuri zaidi kwa kwanza, sasa kuangalia okay, kwenye malezi ya watoto. Sasa tunafanyaje kwa hawa dada ambao ni maelfu, tunawapeleka majumbani kwetu watusaidie kulea, alafu na wazazi ambao hawawezi kukaa nyumbani, wanafanya kazi, wanaenda kufanya biashara, kwao tunatengeneza mfumo gani wa kuwasaidia hawa dada ili watulelee watoto wetu vizuri? La sivyo taifa letu litabaki kuwa na watoto ambao uwezo wao ni mdogo au wameharibika kabisa kisaikolojia, au kiafya, au ndo hivyo kiakili. Kwahivyo, uh, nafikiri kuna jitihada nyingi serikali ilizifanya ilizitambua. Kwa mfano kwenye masuala ya elimu shule za msingi na sekondari, wakaanza kubadilisha levo ya waalimu wanaowachukua sekondari na vyuoni. Umeona, na ilizungumziwa kabisa hicho kitu kwamba levo ya walimu haikuwaga nzuri miaka hiyo. Wamejaribu kuendelea kuboresha kwamba mwalimu ambaye hana uwezo yeye mwenyewe, upeo wake ni mdogo, hawezi kumfundisha mtoto sasa. Tusiwasahau na watoto ambao muda mwingi nyumbani wanakuwa na hawa dada au wanakuwa na walezi wao ambao ndo sasa hivi wamekuwa ni namba moja. Kwa hiyo tukisema malezi na makuzi ndio fokasi yetu sasa hivi. Tuna tuna maana gani? Tuna maana mwajiri anapokuja kuchukua dada au kutuomba dada, whether ni traditional, smart au professional, anatakiwa atambue kwamba jukumu la kwanza la huyu dada ni malezi ya mtoto. Jukumu la kwanza sio kupika, sio kufanya usafi. Jukumu la kwanza ni malezi. Kwa hiyo sasa, kuanzia hapo kwenye malezi, ndo tuanze ku senta kutawanya sasa hayo majukumu mengine. Je, atawezekana ya kwa kiasi gani? Je, dada atahitaji msaada ili watoto wapate malezi sasa sahihi kwanza, kwa sababu ndo jukumu la kwanza. Kwa hiyo hiyo ndo focus yetu. Kwa hiyo tutaendelea kwenye kuboresha mitaala kama hivi, uh, training zetu, kuendelea kuongea na wajiri na pia kuleta mada kama hizi tulizo nazo mwaka huu. Nafikiri imeeleweka. Kwa hiyo malezi na makuzi, yani huyo sasa hivi ndo wanasemaje, mchawi wetu, tunaanza kulia naye, yani going forward sasa hivi. Kwa hiyo, jamani, wadada mnaotusikia hapa na waajiri, kwenye ishu hii hatutachekeana, hatutaombana, ni mwendo wa direction, ni mwendo wa oda. Sisi tunaelewana jamani, eh? Yani sisi hakuna dada hata mmoja ambaye tutambembeleza au tutamchekea tukasikia amesababisha changamoto za watoto nyumbani, lakini pia kuna mwajiri ambaye tutamchekea au tutamuonea aibu kama jinsi anavyokaa na yule dada kunasababisha changamoto kwa watoto. Yes, ni wakwake, lakini huyo dada ni wakwetu. Ndio, ni nyumba yake, lakini sisi tunahusika, kwa sababu changamoto ikitokea kwa mtoto, wataulizwa, kwani huyu ana dada? Ndio anaye. Ulimtoa wapi? Wa dada senta. Sisi hatutaki kuhusika kwenye changamoto za malezi na makuzi za watoto ambao wadada wao ni wakwetu. Hatutaki kama vile mnasikia shule shule zinapenda zina, zina, zina, zina kujitamba sindio, eh? Tumefaulisha, tumefanya nini siu nini eh? Na sisi hivyo hivyo tunataka wadada wetu wawe mfano kwa hawa watoto. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo hii ni meseji yetu nzito kabisa ya mwaka huu, na na hakika hata serikali yetu i, i, tayari haya mambo ilishaanza kuyafanyia kazi kwa, tutaungana na wadau tofauti mbalimbali kuhakikisha hichi kitu kinafanikiwa, kwa sababu hali ya, ya watoto sasa hivi sio nzuri. Uh, sio tu waliokuwa nyumbani, hata waliokuwa boarding. Kwa hiyo, of course, boarding hiyo ni changamoto nyingine tena, lakini wahusika wakuu hawa ni walezi, ambao nasema tena, walezi wakuu wa watoto sasa hivi ni wadada wa kazi, sio tena wazazi. Kwa hiyo naomba hapo sasa ndo tuanze kazi. Kwa hiyo baada ya leo tunasemaje? Eh, maadili na hofu ya Mungu vina mchango gani kwenye malezi na makuzi ya watoto? Naomba kwa sababu tulishatoa hii mada mapema Twende basi tukaiongelee kwa uzito wake, kwa umimu wake. Kila mtu achangie. Tunasema maadili na hofu ya Mungu. Nafikiri uh, akila alitafsiri vizuri pale, kwamba maadili ni nini na hofu ya Mungu ni nini. Utarudia tena ili wajue kwamba vina mchango gani katika malezi na makuzi ya watoto. Sasa tukisema maadili ni general, maadili yako katikati. Kwenye hofu ya Mungu tuna Wakristo na Waislamu, si ndio eh? E, kwa hiyo Muislamu um atazungumzia kama Muislamu um Mkristo atazungumzia kama Mkristo, si ndio jamani? Hofu eh, Waislamu wana Mungu na Wakristo wana Mungu, si ndio eh? Hofu ya Mungu tumeelewana, jamani, msije kama mna ngani, mkafikiri hofu ya Mungu ni ya Wakristo tu. Hapana, hofu ya Mungu hata ya Waislamu pia ni yao, umeelewa? Eh, eh, kwa hiyo haya Akila. Okay, asante sana mkurugenzi. Nadhani tumepata uh, utangulizi mzuri wa mada yetu ya siku ya leo na mada yetu inasema kwamba maadili na hofu ya Mungu vina mchango gani kwenye malezi na makuzi ya watoto. Sasa naomba nirudie tena kutoa maana ya maadili pamoja na maana ya hofu ya Mungu. Maadili ni mfumo wa kanuni, miongozo na mafundisho yanayopanga tabia za binadamu ili kutofautisha mema na mabaya, lengo likiwa ni kujenga utu, ubora na kuleta utangamano katika jamii. Umeelewana? Maadili ni mfumo wa kanuni na miongozo na mafundisho yanayopanga ya tabia za binadamu, yaani ule mfumo wa kila siku unaopanga tabia zetu za kila siku, ili kutofautisha mema na mabaya, lengo likiwa ni kujenga utu bora na kuleta utangamano katika jamii. Hiyo ndio maana ya maadili. Maana ya hofu ya Mungu, hofu ya Mungu ni hali ya heshima ya juu utii na kichwa kwa muumba ikijumuisha kutambua uweza wake na kuchukia maovu. Yaani maana ya hofu ya Mungu hapo mwishoni ndio imenipendeza zaidi kwamba ni ile ku hali ya heshima ya juu utii na kichwa kwa muumba ikijumuisha kutambua uweza wake yaani uweza wa Mungu na kuchukia maovu. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tumeona maana ya maadili ambayo imelenga sana kwenye maisha yetu ya kila siku sasa, yaani yale namna ya kutenganisha mema na mabaya kwenye kanuni na taratibu zetu za kimaisha ya kila siku. Alafu hofu ya Mungu tukaona kwamba ni ule utii wa hali ya juu wa kumwogopa na kumtii Mungu, lakini pia anasema kuyachukia nini, maovu, ndo maana yake. Kwa hiyo nadhani kutokea hapo tunarudi kwenye mada yetu pale pale kwamba sasa hayo maadili ambayo ni utaratibu na mifumo ya kibinadamu tuliyotengeneza na kuyajenga kutokana na tamaduni na desturi za kila siku ambayo sisi yanatusaidia kuyajua mema na mabaya kuyatofautisha mema na mabaya yanawezaje ya kuathiri amini, yanawezaje kuwa na mchango ama, yana mchango gani kwenye malezi na makuzi ya, ya watoto lakini pia vile vile kwa mtu ambaye anamwamini Mungu au kwa mtu ambaye hamwamini Mungu yeye anawezaje kutoa mchango fulani aidha ni mchango wa uh, chanya au wa hasi kwenye malezi na makuzi ya watoto. Japo kwa mkurugenzi ameelezea vizuri, akasema sisi kama taasisi yetu ya haki za wanawake kwenye mradi wetu wa Wadada Center tunataka michango ikawe michango chanya tu kwa wadada, lakini leo hapa kwenye majadiliano yetu tutaweza kuyazungumza yote tujue. Hizi hofu i mean hofu ya Mungu pamoja na maadili yana mchango gani kwenye makuzi pamoja na malezi ya watoto. Kwa hiyo naomba moja kwa moja nianze kutoa microphone kwa yes. Yes? Na, nataka na niongezee kwenye hofu ya Mungu, haya ni mambo ya kiroho. Kwa hiyo nifafanue zaidi. Kwa hiyo inawezekana wewe sio Muislamu sio Mkristo, si ndio? Sio Muislamu sio Mkristo, lakini kila mtu ana imani yake, sio, umeelewa? kwa hiyo katika hiyo imani yako sasa utazungumzia uta, uta, uta, uta huko kwa sababu hii mada tuna inazungumziwa hapa, na kuna wengine watakuwa wanaangalia, kwa sababu imani yako inaweza ikawa ni chanya au hasi kwenye malezi na makuzi ya wa watoto <tutu> <Tujimeneo, tutu> <imali fiyo>. <tutu> <Yani, tutu> kwa sababu hatuwezi kujua nani ambaye ana imani na Mungu au ana yani u... ambaye hana imani ya Mungu <tutu> kwenye huu mradi wetu ataondoka kama yupo lakini toka zamani komunikesheni zangu zimekuwa mtu anayekuja wa dada senta nambari moja lazima awe ana hofu ya Mungu, ndio tutaongea lugha moja, kwa sababu lugha zetu zote ni za Kimungu, upendo, uaminifu, uadilifu. Huyo Mungu ni Mungu, anasikia kuna shida moja. Ndio maana nimesema makusudi imani za kiroho, kuna Wakristo lakini bado wana imani za kiroho tofauti, kuna Waislamu wana imani za kiroho tofauti.